Media TV. Siku zote tunazidi kawaida kawaida. kawaida. kawaida. kawaida. kawaida. Naitwa Ado Steven Mapunda. E, tuseme kicheo ni katibu tawala wa mkoa mstaafu, na imenisukuma e, kutokana na utaratibu wa chama na katiba inaniruhusu kuja e, ya kugombea nimechukua fomu ya kugombea nafasi ya ubunge jimbo la Mbinga vijijini, nirudie tena jimbo la Mbinga vijijini, na hii ni mara yangu ya pili e, mwaka 2020 niligombea jimbo la Mbinga vijijini, tulikuwa ishirini na nane na nikachukua nafasi ya tano. Kwa hiyo mwenzetu aliyepitishwa na chama tukamuunga mkono. Sasa safari hii tena nimeamua kuja kuchukua fomu ya kugombea ubunge jimbo la Mbinga vijijini nilivyosema ni mstaafu, lakini kwa sasa ni mimi ni mchumi mbobezi, nafanya shughuli za consultants, na, na, na, na, na biashara za hapa na pale mkoa wa Ruvuma na mikoa mingine ya jirani pamoja na Dar es Salaam. Lakini kabla nilishawahi kuhudumu, kabla sijawa katibu tawala wa mkoa, nilihudumu kama mkurugenzi mtendaji wa halmashauri katika wilaya mbalimbali. Kwa mfano, wilaya ya Danyumbu nilikuwa mkurugenzi mtendaji baadaye halmashauri ya wilaya ya Kilwa halafu halmashauri ya Manispaa ya Bukoba na baadaye ndio nikatea kuwa katibu tawala wa mkoa wa Arusha, na katibu wa Mara mpaka tawala wa mkoa niko staff. Lakini awali kabisa nilikuwa afisa mipango, e, katika sehemu mbalimbali, Sumbawanga, halmashauri ya mji, kama afisa mipango mchumi, baadaye wilaya ya Rungwe Tukuyu Mbeya, nikawa pale afisa mipango wa wilaya kwa miaka minne mitano, baadaye halmashauri ya wilaya ya Korogwe ikiwa tena pale sehemu mpango wa wilaya na baadaye manispaa ya Musoma nilikuwa niki, mchumi nilihudumu kama mchumi wa manispaa lakini pia kama kaimu mkurugenzi. Kwa ni mchumi niliyebobea na uzoefu wa hali ya juu katika e, shughuli za maendeleo vijijini na kufanya kazi za jamii na kadhalika. Eh, baada ya kutumikia serikalini kwa muda mrefu sasa nimeona bora nirudi nyumbani nitumikie sasa wananchi. Nitumie uzoefu wangu niliopata katika serikali sasa nirudi kutumikia wananchi. Wana, wana, wana iwe mwakilishi wao, niweze kutatua kero zao na kushirikiana nao katika kuleta maendeleo maeneo ya vijijini, kwa sababu ni vitu ambavyo nimevisomea ni ni kwa maana ya, PPP, yani Public-Private Partnership, on urban poverty reduction, kushirikisha kati ya serikali na sekta binafsi katika ku, ku, eh, kuondoa umasikini maeneo mjini na vijijini, shughuli ambayo hasa mimi nimebobea ni naona kwamba itanisaidia na elimu yangu ni digrii ya kwanza katika masuala ya uchumi chuo cha mipango cha Dodoma, lakini nimefanya digrii ya pili katika huko Marekani katika university ambayo inaitwa Southern New Hampshire University, ambapo nilifanya Master of Science katika katika Community Economic Development. Ah, watarejee mengi kwa sababu bado tuna shida kubwa, na mimi niseme tu kwamba nilianza kuwahudumia wananchi toka nikiwa mtumishi wa umma e, nilikuwa na, na, na saidia kwa mfano kwenye, kwenye kata yangu ya Mswea, nimewahi kuandika project write up kutoka kwenye balozi mbalimbali kuomba misaada. Tumejenga bweni la wasichana pale sekondari ya Mswea wa gharama karibu shilingi milioni 200. Niliandika project write up nyingine kuomba pesa kwa ajili ya kujenga nani jengo la nini kliniki ya kina mama na zahanati kijiji cha Kinimba juu. Lakini niliomba tena pesa kutoka mfuko unaitwa Tanzania Japan Counterpart Fund kutengeneza kutengeneza mradi wa maji wa kata nzima ya Namswea na, na kujenga vituo vya maji karibu vituo 34 vya kuchotea maji. Kwa hiyo nimeanza mapema shughuli mbalimbali za kusaidia wananchi. Kwa hiyo sasa nataka tu niendeleze. Sikutaka ku, ku, kuendelea sana kufanya na kata zingine kwa kuheshimu mbunge aliyepo kwenye ile kata. Nisije nikamwingilia nikawa nabei zaidi kwenye kata yangu. Sasa nikifanikiwa kuwa mbunge wa jimbo zima nitafanya sasa eh, kazi za jimbo zima na kusaidia maendeleo ya, ya wananchi. La mwisho mi nasema kipindi kile kura zikutosha safari naomba nikumbuke eh, kura zitoshe, tusaidieni kuleta maendeleo Mbinga vijijini. Kupata taarifa zetu subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele, itakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, handika Jongo Media TV, au nenda Instagramu yetu kwenye bayo, kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV. Siku zote tunazidi kawaida kawaida kawaida.